Huyu ni Amina Omar Juma maarufu Siti Amina, mwanamuziki ambaye anapatikana katika visiwa vya marasha ya karafuu Zanzibar. Sauti yake imekuwa kivutio kikubwa kwenye masikio yanayopenda kusikia mziki mzuri tunzi zake zinazoambatana na ala za udi ndio msingi mkubwa wa kufanya muziki wake kuwa mzuri siku hadi siku. Kama mwanamke, si rahisi, especially kwenye sanaa, si rahisi uh, lakini pia mimi ni single mother uh, imebidi nitimize ni, ni ndoto yangu kuwa mwanamuziki, wakati kupea single mother, nikasema ngoja nisome mpaka nimemaliza diploma ya muziki. Kwa hiyo haikuwa njia rahisi hata kidogo, um, nimesoma katika chuo pekee Zanzibar, Dhow Countries Music Academy cha muziki, nikamaliza diploma kwa miaka mitatu. Nilikuwa peke yangu mwanamke kwenye darasa. Kumaliza hapo, nikaanza kufundisha, lakini tukaona ipo haja ya kuungana na wenzangu kuanzisha katika bendi inayoitwa Siti And The Band a tukaanzisha, alhamdulillah sauti yake inaamlisha na kumfanya atembelee takribani mataifa 25 duniani kutangaza kipaji chake alichojaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu zamuoni navyoposti, zamuoni inavyoenda, zamoni navyopanda kwenye majuu jukwaa, watu pale wanamwona Sitti, lakini wanaiona Zanzibar. Ukitoka nje wanaiona zaidi Zanzibar, na sisi tunategemea utalii. Kwa hiyo naona faida kubwa sana inapata zaidi nchi. Jina la Sitti Amina limetokea wapi? Kwa nini jiite Lady Amina, watu wasingeshangaa. Kwa nini sijite Siti Amina? Kwa sababu siti ni kama bibie. Na je, waimbaji wengi wa sasa kitu gani wanakikosa? Lakini muhimu kama nyimbo ya kufurahisha uoneshe kufurahi, nyimbo ya kuhuzunisha uoneshe, ambayo waimbaji wengi wa sasa wanakikosa hicho. Siti Amina amekuwa balozi mzuri wa kuwasilisha lugha ya Kiswahili katika ngazi ya kimataifa. Hawajali unaimba lugha gani, na wanapenda sana kusikia unathamini cha kwako, ndio uzuri wa wenzetu kwa hiyo soko hili linanifanya niwe huru zaidi. Kupitia upigaji huu wa ala za mziki, Amina anajivunia mafanikio aliyopata tangu kujiingiza kwenye shughuli hiyo. Kwa sisi Waswahili, uwe na makazi eh, uwe na usafiri, uwe na kijio chako, hakikupi shida. Hayo mafanikio matatu ndo makubwa anabainisha. Pia changamoto anazokutana nazo, nazo. Sanaa inataka uwekezaji. Uh, hiyo ni changamoto mojawapo. Uh, wenzetu ukienda kusafiri uh, serikali imeweka mazingira mazuri sana kwa uwezeshaji kwenye sanaa. Mwanamuziki mzuri ni yule mwenye mashabiki wa kutosha. Ana nyimbo mbili ambazo mimi nazipenda. Nyimbo ya kwanza ni uchungu wa mwana ujuae mzazi, anaimba vizuri, lakini wa pili ni ashiki baya, ubaya ubaya sana, I love that one. So anaimba vizuri, ana sauti nzuri na napenda mziki wake sana. Waswahili wanasema uondoa ngoma uingie kati ucheze nami, naingia kati kucheza na kuimba pamoja na Siti na laiti naenapaiki tofauti siku ingi moyoni sikuwati leo na kesho peponi ah, ah, ah, I love you, unaambua ondoa shaka tofauti usiweke moyoni mpenzi. Kutoka hapa visiwani Zanzibar, mtumwa Saidi, habari Wikendi.